Shukran. Dr. Msuya anauliza Allah kuhifadhi Sheikh Abdulqadir w kwa... mm, asema kuwa sisi wataalamu wa afya, kuna nyakati damu huingia katika nguo zetu. Je, ni ipi hukumu ya matone ya damu yatakapoingia katika nguo? Alhamdulillah. E, Dr. anamwambia damu kauli na nguvu kabisa sio najisi. Angalau madhhabu madhhabu ya Shafi'i anasema wa yu'fa an qalilihi. Damu chache ina, ina samehewa, lakini kauli sahihi kabisa damu haya. Qur'ani yamekataza mtu kutumia damu, kunywa damu. Allah amekusanya maiti na damu, tena kasema wadamu au damu masfuh, damu ina, ina tiririka mm -hmm. haifai binadamu muslimu kunywa damu kama watu wengine Masai, unambiga ngombe una, ngombe unampiga sio mshiba, alafu wananyonya damu mm -hmm.

Yaani, kanzu yako imechafuka damu na sali, mm -hmm, lazima uoshe. Kuosho kwake sio lazima najisi, ni usafi tu bora. Mengine mato yake au soda au chai rangi imemagika, unasafisha. Sio najisi, waja usafi tu, mm -hmm. Lakini kauli rajih damu sio najisi. Unajisi Qur'ani imetajwa ile mtu asitumie, usinywe, mm -hmm. Ushahidi ya mwisho Wasahaba Mtume saa sallam walikuwa wanabigana vita na kafiri, wanasema arangine baka kanziaa padilika damu rangi yake badilika red likuwa wanasalia. Al-Khattab amechoma kisu wakati anasalisha fajir, amendelea kusalisha baka amenguka. Damu sio najis, lakini ni usafi, kusafisha ni sawa, sipokuwa damu ya mumbua right. au